Tunasherekea maisha Baba wa Taifa, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Mungu amlaze mahali pema huko. Amejenga misingi madhubuti kwenye nchi yetu. Mzee yule aliacha ubinafsi akasimama na Watanganyika. Mzee yule aliacha tamaa akasimama na wananchi wake. Mzee yule alipigania maono ya Tanganyika, maono ya Tanzania. Mzee yule akajenga viwanda kila kona ya nchi hii. Tanga ilijaa viwanda vilivyojengwa na Mwalimu Nyerere. Mwalimu Nyerere akapeleka reli Mwalimu Nyerere akatengeneza bandari Tanga. Ilikuwa ina utajiri wa kutisha, Afrika ya Mashariki pesa inazunguka. Nyerere akajenga mifumo hiyo, nenda Morogoro akajenga, nenda Mwanza alijenga viwanda vya pamba. Nyerere alitengeneza misingi madhubuti ya nchi hii vizuri kabisa. Umoja na mshikamano ameutengeneza Nyerere, lakini wakati Nyerere anahimiza umoja na mshikamano, alikuwa pia anajenga nchi. Leo tunakimbilia kwenye misingi ya Baba wa Taifa ya umoja na mshikamano, wakati ukweli hatuko wamoja. Leo shule, kuna shule za watoto matajiri na watoto masikini. Wakati wa Nyerere zilionekana wapi shule za watoto masikini na watoto matajiri? Na matajiri wenyewe wala sio kina Baharesa. Leo tajiri mkuu wa mkoa tajiri, mtoto wake yuko shule binafsi, mkuu wa wilaya tajiri, mtoto wake shule binafsi. Tunapambana, tuna, tuna mafande wenzetu aa, na hali zetu ndio hizo hizo wote, tia maji, tia maji wakihakikisha huduma zote za msingi zinakuwa sawa kwa Watanzania, tunapunguza pengo la masikini na matajiri linaloongezeka kwa kasi kwenye nchi yetu, linalovunja misingi ya umoja na mshikamano wetu. Tutapambana na umasikini, tulinde umoja na mshikamano wetu. Tutapambana na haki, tulinde umoja na mshikamano wetu. Tutapambana na ulinzi wa rasilimali zetu, tulinde umoja na mshikamano wetu. Hatuwezi kumuenzi Baba wa Taifa kwamba tarehe 14 Oktoba ndo tunakumbuka maisha yake tunafurahia, wakati umasikini unaongezeka, huduma za kijamii zinazidi kudorora. Sio umoja aliyomaanisha Mwalimu Nyerere. Mwalimu Nyerere anataka tuwe wamoja. Mwanza leo, viwanda vilivyojengwa na Nyerere vimekufa, koroshwa aliyoilinda Nyerere, Nyerere ya kuchimba mafuta Nyerere ya kuchimba dhahabu, Nyerere ya kuchimba Tanzanite, Nyerere aliuza korosho, aliuza katani mkonge wa Tanga, akauza kahawa ya Mbinga, ya Kilimanjaro na Kagera, akajenga uchumi wa taifa hili. Watu walikuwa wanasoma wazee wetu, hata sisi angalau tumekuwa kwa wenye miaka 43, 44, kushuka chini, angalau tumezikuta hizo shule, tunasoma na watoto wakuu wa mikoa, tunasoma na watoto wakuu wa wilaya tunasoma na watoto wa mawaziri, tunasoma na watoto wa marais, tumesoma nao shule. Angalau zilikuwa na maana, kwa sababu mkilalamika, mkipikiwa chakula kibovu, mtoto wa waziri kapeleka kwa babake, mtoto wa mkuu wa wilaya kapeleka kwa babake, mtoto sijui wa katibu mkuu kapeleka kwa babake, shule zinahudumiwa. Leo vigogo wote watoto wanasoma shule binafsi, shule za kawaida tumeachiwa masikini. Umoja huo wote tunautengeneza wao, leo na masikini taifa tunaligawa. Misingi iliyojengwa na Baba wa Taifa, Mwalimu Nyerere, aliijenga kwa upendo mkubwa, aliijenga kwa dhati ya moyo wake, nchi iwe moja, tupendane, tushikamane. Leo tunagawa taifa, tunaligawa, tunawima wimbo wa umoja na mshikamano, wakati tofauti ya kipato cha utajiri na umasikini kinaongezeka kwa kasi kwenye nchi yetu.